Napenda kutoa taarifa kwa umma kwamba kifungu cha kumi na mbili kifungu kidogo cha kwanza d kikisomwa kwa pamoja na kifungu cha 27 kifungu kidogo cha kwanza b cha Sheria ya Utumishi wa Umma sura 298 na marejeo ya mwaka 2023 kimeipa Tume ya Utumishi wa Umma e, mamlaka ya kupokea na kushughulikia rufaa na malalamiko ya watumishi wa umma ambao hawakuridhi, hawakuridhika na uamuzi uliotolewa na waajiri mamlaka za ajira na mamlaka za nidhamu katika utumishi wa umma hivyo, e, katika kutekeleza jukumu hilo, tume imepanga kufanya mkutano wake wa pili kwa mwaka huu wa fedha kwa maana ya 2025 2026 kuanzia tarehe moja hadi 19 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2020 2025 katika ukumbi wa mikutano wa mahakama jumuishi ya Tanzania uliopo katika eneo la Msamvu, karibu na TANESCO manispa ya Morogoro. Ah, ndugu waandishi wa habari katika mkutano huu tume itajadili na kutoa uamuzi wa rufaa na malalamiko mbalimbali yaliyowasilishwa na watumishi wa umma aidha itatoa nafasi kwa warufani na warufaniwa walioomba kufika mbele yake kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu hoja uh, za rufaa zao. Hii ni kwa mujibu wa kanuni ya sitini na mbili kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022. Aidha, tume itapitia taarifa mbalimbali za utekelezaji wa majukumu yake katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka huu wa fedha 2025 2026. Vile vilevile, katika kipindi hiki tume itafanya ziara kwenye baadhi ya taasisi za serikali zilizopo katika manispaa ya Morogoro kwa lengo la kutoa elimu kwa wajiri mamlaka za ajira na mamlaka za nidhamu uh, kuhusu uzingatiaji wa sheria kanuni na taratibu katika usimamizi na uendeshaji wa maswala ya rasilimali watu. Aidha, tume itatoa elimu kwa watumishi wa umma katika tasisi hizo kuhusu haki na wajibu wao katika kutekeleza majukumu yao, eh, katika utumishi wa umma.